Mheshimiwa Suluhu amesema hayo katika mkutano wa uzinduzi wa taarifa ya nane ya Benki ya Dunia iliyotolewa hivi karibuni ambapo inaonyesha Tanzania inatekeleza mabadiliko makubwa ya kuimarisha usimamizi wa fedha na kuzuia rushwa vizuri. Tunaangalia jinsi uchumi wa Tanzania utakavyokuwa kupitia private sector. Tumesema kwamba Tanzania tumejaribu sana kuendeleza nchi yetu, lakini tumefika pahali tukawa hasa upande wa miradi yetu mikubwa hii kawa haiendi vizuri kwa sababu ya ukosefu wa fedha. Lakini dunia yetu ilivyo sasa hivi, tunaweza tukapata fedha tena nyingi kutoka private sector. Kwa hiyo kuna haja sisi kama serikali kurekebisha sheria zetu, sera, na, na, na matamko mbalimbali kuwaingiza pro, uh, private sector au uh, sekta binafsi. Emmanuel Mungunasi ni mchumi mwandamizi wa Benki ya Dunia na mmoja ya watunzi wa ripoti hiyo ambaye anasema mwanzo, ili mtu aweze kufanya mradi wa pamoja na serikali kulikuwa na milolongo mirefu, jambo ambalo hata ufanisi ulikuwa unakuwa ni mdogo. Tayari serikali imejipanga, kwa sababu tatizo lilokuwa hapo nyuma ni kwamba PPP ilikuwa inashindwa kukwenda mbele kwa vile kwamba kwanza tu ukitaka kufanya PPP unatakiwa upite ofisi kama mbili tatu hivi Ofisi ya waziri mkuu, uende TIC, uende ofisi ya wizara ya, ya fedha. Kwa hiyo kidogo ilikuwa inakuwa ni ngumu. Sasa serikali imeshafanya decision kupitia mheshimiwa rais kutoa instrument ambayo imeipeleka hiyo kazi ya kwa agenda ya PPP chini ya wizara ya fedha. Kwa upande wake, governor benki kuu ya Tanzania Professor Beno Ndulu amesema mwanzo wa serikali ilikwama kutokana na kuingia ubia na baadhi ya watu ambao hawakuwa na uwezo hatua ambayo ilisababisha kujikuta inaingia gharama zingine ambazo hazikuwa katika utaratibu. E, tume, tumekwama moja katika kuchagua, eh, wale mapatna ambao hawakuwa wazuri eh. Kwa hiyo ule utaratibu wa kuchagua partners nao ni muhimu. Ukiwashindanisha na kupata yule ambaye anafaa, basi unajua utakuwa na partner mzuri. Unachagua partner ambaye hela yake ye mwenyewe ni tabu, kwa hiyo serikali inabeba tena mzigo wa kulipa gharama za wafanyakazi, kwa mfano kule kwenye reli. Ni katika mkutano huu ambao umehusisha wadau mbalimbali, wakiwemo wataalamu wa uchumi wenye lengo la kuangalia kwa, kwa namna gani ambavyo sekta binafsi pamoja na serikali wanaweza kushirikiana kwa lengo la kuinua zaidi uchumi wa Tanzania. Nikiripoti kutoka jini Dar es Salaam, mimi ni Godfrey Moyo wa ITV.